Masai suba hii. kwenye hiko kwenye mambo vipi? Safi tu, mdasangaji. Naona neamua kunifyata mpaka kwa kichaka huko kwenye mazingira yangu ya kuchunga ngombe huku. E, nimekufuata huko, ngombe siuwapicha kule. Unajua kuna ngombe wanatembea tembea, wako na kierere, kuna kamoja kanakaa mbele, nikafika kengele huku ndio kanaenda mbali kanakimbia tu, kana wacha wenzake wanakafyata, ndio maana ukakuta hata ngombe hamna. Haya, tukiachana na masuala ya ngombe kuna fainali ya Simba Sports Club na RS Berkane. Kombe linaenda wapi? Kikombe inakuja Tanzania. Tanzania kikombe lazima ikuje na hivyo ndio ofisi ambayo watu wanasema. Wanaona wana, wanajua. Wanaanza kufurahi kale kama mtu. <laughs> Wanaanza kufurahi. Kombe inakuja Tanzania. Hiyo kikombe sio kwamba ikikuja Tanzania hadi ndio ndio Simba anasinda hiyo anakaa naye inakuja kwa sababu masindano ndugu mrasangaji inafanyika taifa kwa rasania hapa, lakini inafanyika hapo. Msindi anakwenda inaondoka, naenda kwetu kule warabuni. Kwa nini aondoke? Unajua kwa nini kikombe inaondoka? Hmm, fainali ni ina acheswa moja mara moja mara moja fainali, yeah, ni moja tu inacheswa moja, achesu mara mbili masai, acha masiara moja. Unamaanisha nini? kwa maana ya kwamba fainali inachezwa kule kwetu eh, kwenye kwetu ndio. Kwa sababu kwa hiyo umeshakuwa mwarabu mara hii tayari, ni sawa, nibadilisha kia angani. Wanakuja kucheza na sisi kule, na hii mipira kama tukicheza pale atoki mtu. Ujue bekane bekane inefungwa, inefungwa magoli mbili tu, tukuanzia michezo inaanza mpaka lio hajafungwa magoli mingi, ukiangalia kwenye kaisitoria yake mpaka leo. Sasa mtu anefungwa goli mbili tu, wewe ukuje kule kwetu ucheze kule, unafikiri utatoka huko eh? anakuja kucheza na kwa mkapa hapa. na kwa Mkapa, atoki mtu. kwa Mkapa siku hiyo Simba watatoka kapa, kwa sababu ndio hapo ndio utaona Somali ya pombe ndio utaona, utaona kagoma kigoma hapo ndo utaona ngoma ikicheza, ngoma kwa kigaja. Umemwona mpanzu, wanamuita volcano. Sasa yule si anamwita mpanzi mpanzi, siku hiyo atarukaruka tu hapo, hamna kitu ambayo atafanya na kwa, kwa sisi warabu tukifika hapo tunajua kabisa, kabla jua haijachoma kichwa sana, tukabadilika tukaanza kuchoka, tunafunga mapema, tunamaliza biashara mapema, soko biashara inatakiwa ina biashara ikwise mapema jioni, hesabu

Hawajawahi kuchukua wasee wa makarogo mwaka hii, wataenda wamenifika fainali, wanetukopi sisi ile ya kwetu, ambayo tunaenda sasi Afrika ile Yanga, e do e do tulienda hapo sasi e, e, Africa sasa. Naono akaamua akasema, ena sisi tutafika, ena sisi tunafika. Wanafika sasa, chukweni tuone, mchukue hiyo kikombe ndio tujue na nyinyi kweli mnatisa, kama mfu ya msumari mangaidwa achukui mtu hiyo kikombe hapo tunaenda naye Warabuni, sisi tunaenda, tunatamba tu, tunacheza tunarukaruka pale, unaona jua ile ngoma ya Warabu, tuna, tuna Warabu. Utaona kama wanafanyafanya hivyo kama ya mtazamaji Kimasai, mtazamaji nasemaje, hususani shabiki wa Simba <laughs> naona <wanapuntia> oh. sura. <laughs> kuna ile kamoja kanekaa kwenye sofa, kwenye kochi hapo kaneanza kukalisika <laughs> mna kalisika na hiyo kikombe mchukui mukarizike nini, mutulie mukae kwa kutulia, mumenyemenyetwe muchemetwe musenyenyetwe musenye menyetwe mpaka mkome. <laughs> ah. mangai dio Ma yani nitapata raha siku hiyo nisi Jumapili mundasangaje? hey, Jumapili ndio fainali yenyewe. ngai anasaidia siku ya Jumapili mtumisi angai mambosa Ma atapia kwa kanisa ikobisa na maombi <laughs> sasa atakuwa anaombea watu hata sahau Simba kwa sababu Unajua akikuwa kule atakuwa bise kuombea watu ambao wanaumwa. Watu wako na homa, watu wanauma. Au waje hiyo anze kuombea mipira huko. Siku hiyo sasa ndio utasikia. Hakuna mtu atatoka hapo Taifa. Tunachukua kitu. Mposa ashaanza kuomba tangu sasa hivi. Wewe nafikiri ng'ombe ananeneka kwa mrada Masai. Sasa unajua akianza sasa hivi siku hiyo si atakuwa bise kuombea wagonjwa. Ndio ameanza kuomba sasa hivi. Hii leo itakaa mpaka siku hiyo kweli, itafanya kazi siku hiyo kweli. Mpaka Jumaa pili itakuwa imeshaji sasa <gulia> ina saa saulika hiyo. Kwa hiyo mashabiki wa Simba wanawaambia nini? Mimi ninapenda tu niwape usauli, usauli ya kwamba wakae wakisubiri tu ku, unajua wa, wat, wa, wa sokonokojia kisakolokonokojia wakae wa saikolojia. Sa e, eh sakolojia, eh hiyo, sasa saikolojia, wakae msuri, wakijua mkao ya kutulia, wakijua kikwambe inaenda warabuni. Kwani eti utasikia hadi wanaanza kusema tunaenda kupiga picha na kikombe. Eh, mwaka hii kikombe sisi ndio wa kwanza kuleta. Kikombe ya dunia si ilikuja hapa taifa mtasangaji. Hamo ni sawa. Si kuna kikombe ya dunia ilikuja kupiga picha tu na wakaondoa. Na hii ni na kuja hapa tu twange picha tuondoe hapo. Utaona sasa kuna mtu mmoja kanaendesa doba doba. Ye dereva ya mwendesi ya doba doba hii ya tukutu. Tukutu boda boda. Eh, tadoi. Eh, e, nenda tra. Kana semaje? Eti ah, tunaenda sasa kupiga picha na kikombe. Tunaweka hivi utaweka hivi lakini kikombe inaondoka, na tutaona. Mimi sijawe kutupa maneno bure, Masai watakupiga mawe na nene jianda kwa. Ama nikisikia kama watachukua hiyo kikombe, naenda hata Mesimbiji nikae hapo kwa siku tatu nne nisibiri hapa wakisahau, ndio nidudi Idd na mdomu sana kutua mtu kutua Simba <laughs> <laughs> <laughs> ng'ombe inaenda mbali. Yeah, naenda kuchukua ng'ombe kwanza, lakini mtasangaji, nakuambia ukienda uasamilie, uambie masabiki wa Simba wajiandae kesokojia, wajue kabisa kikombe inaondoka <laughs> <laughs> <laughs> na mukae mukijiandaa siku hiyo.